Maziwa yanabaki yanawekwa, yanabaki tena mengine yanaongezewa pale pale, yanabaki tena mengine siku nyingine yanaongezewa pale yale, maziwa unakuta ni maziwa siku tatu yameongezewa, au siku nne. Okay, sawa. hiyo ukiachemsha ile yanaharibika. sawa. mi hiyo sina shida nayo, swala ni kwamba approach yako mm. jinsi unavyoongea nao, yani kwamba unavyosema hapo kwamba ungewa, ungewa, unavyo jamani, haya maziwa tukiendelea kuyaongezea na kuyaongezea na kuyaongezea yanaharibika, nilisema Nilimwambia yeye mwenyewe unavyosema. Eh. Yeah. E, ulisema lakini jinsi unavyo Yeye yeah, anaona kama mimi nafoka. Eh. Hicho ndio. Hata huyu, hata huyu Glory, mpaka alisusa kunywa chai. E, unajua leo ukafanya kosa gani na kanileta karatasi. Mbona sasa okay fine. Kama ulikasika mbona unileta kile karatasi cha nini? Kuna ujumbe mzuri kaniandikia kanletea. Kwa nini uliniletea? Jana madam nakumbuka ulizo kaniambia kwa nini yapi anapakua chakula? Nikakwambia mimi nilikakulikuwa kuna issue sio sio kwa nini epi anapakua mm. kwanza kulikuwa kuna swala la chakula kimeisha. E, sasa kawaida huwezi mm. ukasema unaleta chakula, yani unaleta budget. Mm. unajua watu ulionao, tunajua kabisa huwezi kuleta budget kabla hujajua una idadi ya watu wangapi. Mm. ukija kuniambia chakula kimeisha, maana mm. yake nini we, ni kwamba mlishindwa kugawa vizuri au inakuwaje? kwa hiyo hapo ndicho, ndicho kilichofanya niulize kwa nini hepi akagawa mm -hmm. chakula kwa sababu kwanza kimeisha mm -hmm. pengine awajui namna ya kugawa okay. Ndio swali langu lilikuwa linalenga hilo kwamba kama wewe ndio chefu na wewe ndio unaleta bajeti ya chakula mm -hmm. na wewe ndio unajua kuwa save wenzako, ikawaje hepi akaingia huko mm -hmm. e, lakini pia sikuwa nimesema kwa maana ya kwamba ndio nilikuwa na bwana. Na mimi wala sikuwa niambia huyu jana kawagaia watu ugali katika kupakua ugali. Kwa hiyo e, sasa watu wangapi wana save yaani bajeti inaletwa na wewe lakini watu, mtu mwingine yoyote anaweza kutoka aka save watu, ndio nachotaka kujua au hiyo ikoje? Yaani cha jioni na Glory. Mm-hmm. Okay, kwa hiyo mlisha mili, kabidhiana Okay. Mm -hmm. Jana alipakua ugali vibaya, katika ile saa alopakua ugali kwa umebaki huku pembeni ambao mtu hawezi kula nini wa kumwaga. Yaani umekaukia huku pembeni, yani kama like alikuwa anachota vibaya, leo nikamuuliza. Sasa umeelewa pointi yangu? Eh, sasa unaelewa pointi yangu, ndio hiyo hiyo hiyo, ndio ilinifanya mimi niseme kwa nani alikuwa na kwa nini mm epi -hmm. alikuwa anapakua, kwa sababu najua kuna mistake tu itakuwa imefanyika mm. Sasa mi nikamuuliza jijepakua ugali vibaya kwa nini? Akaniambia madamu wepi, aliniambia madamu wepi, nilimuuliza akaniambia sijapakua mikapakua glori, na hiyo sufuria shahidi huyu hapa ndo aloiosha. Yani ule ugali ulikuwa nini umekaa hauliki, yani wala hata huwezi kuukokota yani, umeganda umpembeni kwenye ukuta, ni kama mtu akikwangua sio akwangua na kitu gani. Umeona mi sikupenda vile, kwao nikamwelekeza. Nilikuelekeza ukipakua ugali, kata. Au nilikosea? Ulikasirika? Ndio, sasa uwe eh, uwe eh, alikasirika ee, alikasirika ta... e, alika alikasirika alikasirika, sio akupenda kuambiwa mm. Namna nasikia namna uko anasema namna ulivyomwambia, lakini kitu kingine, kitu kingine kitu kingine kingine, nani, ngoja nikusaidie. Kitu kingine kabla mtu yani ajafanya, usije kumwelekeza baadaye ameshakosea. Sikumuona mada nitakiwa umtreni mtu kwenye unaenda naye hatua kama unavyoelekeza kwenye kupika hadi kwenye upakuaji, unapowahudumia kana mtu ambaye unajua kama ni epi, kama ni glory yoyote yule ambaye unajua utamwachia majukumu, unamwambia hivi ndivyo tunavyofanya, ili wakati mwingine aweze kufanya vile ambavyo umemwelekeza, lakini mm, ukimwachia atafanya kivyake, alafu baadaye wewe ukija ndio unabwata mm. Na ndio shida inayokuja hapo, unavyokuja sasa wewe reaction yako ndio anayoiongelea, sio Yaani e, nachokiona ni vile wewe unavyo yeah. react nikamwelekeza vizuri tu, nikaambia ukitaka kata gari usikate hivi kini, mimi sijakata, akatenda niambia amekasirika tayari. Yani ule ujumbe sasa tumehamia huku, mimi nilikuwa niko kwa yeah. kwa kwa Devota, nataka nimalizie Umeona, kwa sababu huyu kamzungumzia huyu lakini huyu hajakasirika. Na ujumbe leo kanletea jikoni wakati napika, ujumbe mzuri sana aa. Umeona huku wapi? anasema amesema kwa nini unasemewa? <laughs> kwa ni unasemewa, na kwa nini ule ujumbe uliniambia ulikuwa umekasirika ulikasirika. Ndio mm hivyo, -hmm. Baadaye e, tunajua kawaida hiyo ni binadamu. Baadaye e, binadamu asira inaweza alafu madamu hata ikuwa baadaye yani mm -hmm. Nimetoka kuongea na yeye nakuta chupa imewekwa ieleweki, watu nimewaelekeza karibia wiki mbili nzima kama nani nani Rebeka, na natoka naenda kumwambia Akila, Akila, mbona mimi hawa nawaelekeza wanielewi eh? Nikasema hivi, kwa mfano bahati mbaya ile chupa, sio ndo nitajibu, chupa, chupa ya madamu inavunjika, yani pale pale imefikaje? Yani mimi huku nikanamshtakia Akila. Sasa kabla hujashtaki, hmm, we unatakiwa wale watu ukae nao uwaambie, chupa ipi natakiwa iende wapi, ipi inatakiwa iende wapi, hii ikoje na hii ikoje kwa sababu zile chupa ni kama zinafanana. Kwa hiyo mm, inabidi umwambie mtu uiangalie kwa makini sana, hii labda ni ndogo kidogo hii na ukubwa huu. Ndio namna ya kufundisha watu. Kama ulivyosema, kufundisha watu wazima ni kazi sana, na pia tunadili na watu ambao wana upeo tofauti mm, lakini ukienda nao hivyo kama vile wote wana uelewa mmoja, lazima hizi nani, hizi changamoto zitaendelea kuwepo na kama kufoka madam, nakwambia ukweli, yani huyu angefoka. Yani mpaka juzi nikamwambia, nikamwambia ni wewe nikiitwa nikaulizwa kuhusu wewe nasema ni ujui chochote, nimemwambia yani, nimemwambia. Na sio kwamba najua anavyosema, hata mimi epi, ulisikia nimtaja madam asubuhi, nilimwambiaje? Ngoja saa mke, kwa saamke kwa sababu e, lakini mendo, ujumbe bado amesa, ni huo huo ujumbe itaa, ndio anauliza feedback za hawa. Kwa hiyo bado, yani hiyo umeitumia kama fimbo, mm, kwamba mm, ya kuwachapia e, kwamba saa atakapoamka utakwenda kumsemea kuwaelekeza wa watu unajua, subiri madam. Ukimwambia kuhusu feedback akili inaamka. Yani natumia nguvu nyingi sana, yani kuna muda sasa hata maneno yangu yenyewe hayatoshi, namwambia ni wewe, nikiitwa nikiulizwa nasema we ujui kitu. Ukishamwambia hivyo madam anachanganyikiwa, akili najaa. Leo nilimwambia, nitamwambia saa nani daepi, nimemwambia saa nilimwambia nikamwambia saa kiamka, nitamwambia nimekuelekeza karibia siku ngapi uelewe, alafu ninakwambia unaniambia kwamba utagusa tena meza, lakini weziamini, nilikuwa namwambia tu ili ajue kwamba kumbe hapa kuna sheria. Naweza nikaenda nikasemewa ofisini, lakini wala sijamwambia saa, na wala mimi huo muda wa kuachongea wadada sina. Ila unajua unakuwa unatumia, kuna mwingine ukimwambia aise, yani moja mbili tatu ndo akili inaamka sasa, yani ndo ajua eh, kumbe hapa nikienda ofisini niki nani shefu akisema kwamba mi sijui narudi nyumbani. Kwa hiyo unakuwa natumia nguvu, lakini madam kuelekeza watu wazima <laughs> nah. Sawa kama yeye amesema kwamba hivyo, kumbe walikuwa wamekaa. Sasa mimi nashangaa, wenyewe ni wakubwa, mimi ni mdogo, tunapika, tunakula, tunacheka, huyu unapika naye maharage pale. Kwani usingeniambia bwana shefu, umenikwaza, umefanya moja mbili tatu, mi ni binadamu, umeona. sasa mimi ningekuwa kila jambo naenda kusema kila jambo naenda kusema ungekuwa kuna mdada hata mmoja humo ndani maana ni wanakosea ni wanakosea ni hawaelewi ni kukosea, ni ni sehemu ya, mm -hmm. Yani ni ya kujifunza kwa sababu hata wewe, hata hizi ripoti wanazosema kuhusu wewe mm. Wewe ni, ni kwetu kwetu, sisi ni macho ni mzuri sana kuna mm. Vitu vingi vizuri mm. Lakini haya mapungufu wanayoyaongelea haimaanishi kwamba ukosei, au haimaanishi kwamba wewe uko 100% unapatia. Mm -hmm. Kwa hiyo lazima na hizi feedback kwa upande wako uzifanyie kazi kwamba pamoja na kwamba tunawasaidia ili waweze ku, tuna, kama tunavyosema tunawapruni, tunawashape, tunaingiza kwenye moto wang'ae kama dhahabu, lakini pale ambapo na wao wanaona kuna changamoto kwa upande wao, wanazipitia kituoni na wakizisema tukaona zinatija, inabidi tuzipokee, mm -hmm. tuzifanyie kazi sijui unaelewa Inabuwe. Kwa hiyo na wewe kwa sababu ni mtu ambaye uko nao muda mwingi mm. Inabidi ufanyie kazi hizo nanii, yaani ile namna unavyoongea nao, hakuna hakuna mm. shida kwamba ya kuwafundisha, lakini jinsi unavyozungumza nao, hicho kitu lazima tukipokee kwamba hawa ni watu wazima tayari. Mwele, mwelekeze mtu ukiona nimekuelekeza hiki hujakifanya, ofisi iko pale hiyo kuripoti, ndio kazi yenyewe. Sasa ndio hivyo madam, ambacho mimi nakuwa atu, na na, kwa sababu usipo ripoti tunakuwa sisi tunakuwa tunakua hatufanyi kazi, na ndio maana anakuwa anajipa moyo kwamba ah, anyway nimemwelekeza vajelgoa nimwelekeze, nakuwa sikati tamaa e, sasa unapomwambia unapomflirt kwamba kwa mimi nitakwenda kukuchongea mm -mm. hiyo sasa I yani jengi, kukuchongea, hiyo ni kauli ambayo ametumia tofauti sana, ukimwambia, ah, mtu mimi nikiitwa ofisini nasema ujui chochote. Ni kum, yani kumfanya achangamke. Mbona wengi nimewafanya hivyo na hmm, wengi, ni wengi wamekuwa vizuri madam. Ah, ah unamwogopesha. Eh, nafikiri unamwogopesha, cha muhimu ni bora kweli tukapata zile feedback ambazo ni genuine. Genuine kabisa, sio za maugomvi za kwamba, kabisa huyu labda ana uzito, huyu kwenye hiki kuna hiki na hiki, nimemwambia akifanya ajakifanya na kweli akiitwa ni ushuhuda. Umeona kama zile ripoti za nyuma zile ambazo ziko wazi, lakini zisiwe hizi za kama kwa sababu sasa picha inayojengeka hapa ni kama, ni kama kukomoana kwa sababu wewe uko hapa kituoni unaweza kuwakandamiza kwa nafasi yako kwa kuwachongea wao kwamba labda hawawezi kufanya kazi vizuri, ili wasipangiwe kazi labda katika levo zao, kitu ambacho hakileti picha nzuri, na sijai kufanya hicho kitu madam e, yani kwa hiki mimi sitaki kirudie hichi kitu yani, sitaki kirudie kabisa. Nataka tuendelee na ile system ya nyuma kwamba ulikuwa ukiona kuna shida na unaripoti ofisini, akiitwa na we unasema, kweli hichi kitu kimefanyika kijafanyika, wanasema kweli kimefanyika, neni, wanaambiwa hapana, hii sio sawa, ifanyike hivi, kuliko nyinyi wenyewe mnavyoanza kugombana. Na, na kitu kingine madam, kuna yule binti ambaye alifunguaga bomba pale, ulimwambia usifungue bomba, akafungua bomba, ukamuona hmm, si alikuwa anaitwa nani? nimemsahau kidogo Yunisi alifungua bomba ukamuona. Baadaye nilivyoitwa ofisini nikatoa feedback yake, yule binti ilibidi muondoe na nikituoni. Kwa kweli lali mimi nilijisikia vibaya sana, ko, ndio maana nikawa sasa nikiwa na watu wangu, mimi kuna jinsi ambavyo nawafundisha, kwa sababu siku zile huyu hajaja nani kaondoka kituoni. Hapana, watu kama hawawezi, yaani kufukuzwa hapa hmm, au kuondolewa vituoni, yani kama mtu atake kufuata taratibu zetu hmm, lazima aondolewe hmm. Sio kwa wewe kumfichia tabia zake, pia utakuwa hujatusaidia kwa sababu tutampeleka kwa bosi alafu ataenda kuonyesha hayo makucha yake kule, bado utakuwa hujasaidia uja hmm kituo. We unatakiwa ukiona dada mwenye tabia yoyote ambayo we unaiona kabisa, hii ni tabia ambayo sio sawa, unaripoti ofisini, tunamuita, tunamkanya. Akionyesha nia na dhamira ya kubadilika, tunampa chansi kuna mwingine ukimsema, hataki yeye anaondoka. Ndio, uh -huh. Huyo nasema nani kaondoka weekend? Si ulikuwa haupo Jumapili, wewe? Si ndio ulikuwa haupo, haupo. haupo. Aliondoka. Sasa hatuwezi kuzuia mtu, na yeye alielekezwa. Alikuwa anaenda kulalalala kule, wakati wenzake wako kazini wanafanya kazi. Ana majibu mabaya wengi tu ana majibu mabaya, lakini unakuta sasa aleta taarifa kwa sababu hizo. Haya majibu mabaya unataka akamjibu nani? Kama anatujibu hapa wewe unamfichia, unataka kamjibu nani? kwa sababu sisi, maana ya kukaa hapa hayo majibu yake ndio ndio yale matawi mabovu, tumesema tunataka kuyakata. Akiwa hapa akikubali hayo matawi yakatwe, ndio tutampeleka huko kwa mteja wetu. Lakini we unaona mtu ana kiburi ana jeuri ana majibu mabaya, unamficheti kwa kuogopa kwamba ataondolewa hapa. Ataondolewa hata akiwa huko ameenda huko, na itakuwa imeleta usumbufu, mtu atakuwa amepangiwa Dodoma, Mwanza, wapi hizo gharama zote, nani ataingia? Kwa hiyo sisi tulivyoongeza hii hii nani seshen ya kuwatreni na kuwasimamia na tukaleta watu maalum kabisa ambao muda wote wako nao wanawamonitor, ni kwa ajili ya kupunguza, ikiwezekana tuwaondoe kabisa kituoni. Lakini sio kwa hiyo kwa, kwa makusudi, yani siwo kwa kuoneana, kwa hizi kununiana, uswahili uswahili, hapana. Ziwe jenuini kabisa. Kama huyo Gladness, yani tumemwona kabisa ni mtu kiburi, ni jeuri ambiliki hataki kuelekezwa kazi, hataki kufanya kazi na ana majibu mabovu, tumemtoa na hata haja haja, nani, yani mtu wa hivyo, hata ukimwambia ondoke ha, yani ndo kama hana wasiwasi wasi. mtu ambaye alikuwa ajui kweli, unaona anaomba radhi anaomba jamani, naombeni mnipe nafasi ya mwisho, umeona. Lakini mtu ambaye kweli ambaye amekuja hapa kutupotezea muda, ukimwambia ondoke, na yeye yule ndio e, ndio anaongeza spidi. Kwa hiyo, yani inabidi ieleweke hivyo Hey, unakuta kuna muda mtu labda unamwambia kitu fulani. Sawa, yeye ana respond, unakuwa upendi, lakini kuna ile unasema ah, ngoja niendelee kumfundisha, more. Eh, lakini yani either ripoti au kama wewe mwenyewe unaweza kuendelea kumfundisha lakini uendelee kusimama na kwenye nafasi yako ya ualimu, isiwe hii ya majungu majungu, yaani leo kuna kau majungu ndani yake, hiyo ndio <laughs> inayoleta shida eh, kuna kauswahili ndani yake, lakini ukiweka professionalism mimi mbona hapa nawarekebisha na Niko, niko kwenye line. Ni? Sio majungu, siwezi kurudi pembeni nianze kusema sijui chef kafanyaje, sijui Devota kafanyaje. Ah, sisi hapa tukishaongea hivi tumemaliza, tunakaa kwenye mstari, tunasonga mbele. Lakini ukianza kurudi, sio kuna shoga yako na mweka karibu zaidi, mara umempigia simu wewe, umemchunguza, mara ukija umemnunia, huyu ongei naye sasa, hiyo ni nini? Umeelewa madam? Umeelewa hmm. Ehe, kwa umeelewa je hapa? <laughs> Maana mi, mimi unajua mimi ni, ni, nataka yani sitaki ku, ku, ku, ku, kuwa na mashaka na wewe na nataka nihakikishe watu wangu wako kwenye mikono salama. Hichi <tum> kiuswahili hiki kilichoingia unakifanyaje? Sitaki yaani hakuna mtu anuniwi hapa, unanuniaje? unanunia hela? una hizi ni hela, unanunia hela. Usirudi huko bwana we, ah, usijitetee. Moja ya kitu kibaya sana ni kujitetea pia. Eh, kitu kibaya kabisa yani ni cha, cha, kwenye hizi sisi watu wazima ni ile kutokukubali kukosa. Eh, ah, ah. Yaani wewe unatakiwa sasa uende mbele kwamba okay na wewe umesh, umeshajifunza eneo lako, tunaendaje mbele ili hawa watu waendelee kujua kama wako kwenye mikono salama na sisi kama kituo tujue watu wetu wako kwenye mikono salama. Sio tena kwa mtu ambaye atawania, atawafanyaje? wataanza kuimbiana taarabu <laughs> Eh, vidole juu, si ndio? Kwa hiyo sawa, so, nimeelewa kinyonge <laughs> amna, mm -hmm. nimeelewa madam. Mhm. Mm nitawafundisha, mm -hmm. mm -hmm. kwa jinsi kituo chetu kinavyotaka, amina, yaani hilo ndo neno la mwisho kabisa kwa jinsi kituo e, jamani huko, naomba matawi mabovu mabovu muache huko, yani huko. Ukifika mm. getini, ukiingia huku. E, ukiingia huku unaingia kwenye ufalme mwingine mm. e, unaingia kwenye ulimwengu mwingine. mm. Tabia zetu hizi zinatoka juu, sio huku mm. Unajua ukisema tabia za juu ni za mbinguni mm. tabia za Mungu ndio tunataka tuna tuende nazo mm. nzuri za upendo. Tabia ya majungu ni shetani ndio anagawanya gawanya watu lakini tabia ya upendo ni Mungu. Mungu akiwa mahali unampenda kila mtu, mwenye mapungufu, mwenye nini, unaenda naye. Yule ambaye anashindwa kabisa, basi tutamwachia hata Mungu, atakuwa anaona tumefanya jitihada lakini tumeshindwa. Tume sawa. Jamani huku hey, tuendeni na tabia za huko juu. Sawa eh? Ukija e, na tabia za huku pembeni huku, tutashindwana hmm. Kwa sababu zitaleta chaos. Unaona, hii ni chaos hmm. E, huyu tayari kashaanza kuona, yule anaona huku. Ah, hiyo chaos inatoka kwa shetani, na tumkemee kwa nguvu zetu zote, kwa jina la Yesu, amen e. Kashindwa, upendo utawale. Tuendelee na vibe yetu, hapa ni upendo mwanzo mwisho, sawa jamani? Haya, ehe Tumejifunza nini mm -hmm. Tumejifunza masuala ya nidhamu mm -hmm. Eh, na haya ni nidhamu. Leo nidhamu leo. <laughs> Content ya leo, Content ya leo ni nidhamu, yaani inapokuja kwenye nidhamu, yani nidhamu haimwachi mtu salama. Unaweza ukawa una ujuzi wako wa level, lakini nidhamu ikakudondosha eh. nidhamu na kufikisha ujumbe Mm -hmm. Vizuri bila mm -hmm. kumkwaza mtu mm. Perfect. Yaani umeongea ume kwa kifupi, unazunguka zunguka, unazungukazunguka anakona <laughs> <laughs> <laughs> e nyingi chef, wakati una madini umeyakalia hapo eh. Jamani, ni zamu na kufikishiana ujumbe mm -hmm. E, vizuri sawa jamani. mm -hmm. E, ila tunapokwenda kwa mabosi, ndugu zanguni. Aya, mabosi hawaendi kutubembeleza, sawa? Mabosi hawaendi kutubembeleza kule, sisi ndio tunaenda kuwabembeleza nani? Ehe, bosi hakosei wala bosi hanuni. mm -hmm. Tuko pamoja? Mm -hmm. Ehe, usinio, kasema, kule wa data center, si tuliambiwa tufikishane ujumbe vizuri. So, bautu mm -hmm. bosi wako ujumbe atakapouleta ndio hivyo hivyo upokee, pambana nao. Ulichokifanya mwanzo kile, ndio ukifanya kwa bosi mwanzoni pale, ila kwa sisi hapa kituoni, hapana. Inabidi tuambiane kuna nini, kuna nini, afu tupeane silaha. Sasa kwa bosi bwana, wale na hela zao, mm. Wewe si unataka hela yake? Ehe, alimradi hakupigi. Kuna mambo ambayo tunasema hayo hatutavuka kwenye haya mstari. Kwa mfano, upigwe, hapana, au matusi eh, si kama huyo alikuwa anabwata atukani, eh E, lakini yangekuwa ndio mwenye kisu kirefu ungesema anabwata kweli, ingekuwa yeah. Eh? Poa tu, bosi kakasirika. Ah, kama vile yani unapotezea <gulia> <gulia> Kwa hiyo huyu bosi asiye akakutukana akakuvua utu wako.